Yo, guys, uh, mambo vipi tu sanane mengi hapa e. Kuna vitu vitatu nimejifunza vitu vitatu. Cha kwanza e, vitu ambavyo hautakiwi e, vi kuviposti wewe kama mwanaume. Sasa unavyokuwa mwanaume, kuna vitu kidogo lazima uwe strict. Cha kwanza usiposti au usipende kuposti vyakula vya migawani au kwenye restaurants, foods at the restaurants. Usipende sana kupost kwa sababu wazee wetu wa zamani au watu wengi tu ambao uh, walipita vile vizazi ambavyo vilipita generations za zamani hazikuwahi kufanya hivyo, kwa sababu walikuwa wanawinda mawindo yao na wanafanya vitu ambavyo kiukweli ni vikubwa. Sasa huwezi kuposti vyakula ambavyo amepika mwanaume mwenzako, and then unapost kwenye social medias. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho kiepuke, you as a man you are not supposed to do that. Cha pili ni umelipa bill kwenye mgahawa, umelipa bill sehemu fulani, ni nini, umetoka, umefanya chochote, haitakiwi upost. Hicho ni kitu cha pili. Don't post bills when you in somewhere, au kivyo vyote, don't show off. Kitu cha tatu, Usipende kuposti selfies. Kuchukua, kuna watu wengi eh, tuna tabia ya kuchukua selfies kila saa na kupiga. Sasa hiyo tabia eh, kama mwanaume hautakiwi kufanya, kwa sababu inaondoa ile legacy au inaondoa ile eh, masculine ambayo tume tumekuwa tume, tume tukijifunza mara kwa mara. Sasa hivyo ni vitu vitatu vya msingi sana ambavyo unatakiwa uvielewe na usipende kuvishare hata kama unashia mara moja moja sio mbaya lakini isiwe ni ile often au utaratibu wa mara kwa mara na ikipendeza jitahidi kuacha ile tabia ya taratibu au acha kabisa kwa sababu hiyo ni vitu ambavyo kiukweli havina misingi mizuri kama as a man au kwa mtu yoyote ambaye amekuwa usifanye hivyo vitu vitatu tukutane sehemu nyingine mimi ni Samalen na hakisha tu unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, YouTube na sehemu nyingine zote. Karibu sana na ukiulizwa eh, vitu hivi umevisikia wapi? Ni hapa hapa Samalen TV. Asante.